Kaambiwa kwamba pale mafiga mengine yote ya chuma, ili la tatu hili linataka kujitokeza figa la udongo tena udongo usioiva, udongo uliokandwa na mtu ambaye hana ustadi wa kukanda. Tukasema ngoja tuje ili tuondoe hilo tope. Tope litaivisha chakula? Haliwezi kuivisha. Kwa hiyo tumekuja tuwaambie wanawake wenzetu kwamba tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tunakwenda kuchagua viongozi watakaotuwakilisha sisi wanachama watakaotuwakilisha wananchi, watakaotuwakilisha wamakada, watakaotuwakilisha wakereketwa, watakaotuletea maendeleo, si wengine. Tarehe ishirini na tisa kwa nchi yetu, tunayemgombea mmoja tu, tunayemgombea mmoja tu, tunayemwamini naye si mwingine, ni Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tunakwenda kumpa tiki siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Hapo vipi? Apo Mama Samia oye oh Tosha hatoshi? Ana. anaweza awezi? Anaweza. amefanya ajafanya? Mama lao. Mama, mama lao. Samia mama lao, mama Samia, mama, mama, mama lao. Mama lao! Kwa nini tunasema mama lao, ndugu zangu, wanawake wa Wanging'ombe? Mama Samia amefanya kwa kuaminiwa kwa miaka minne na nusu Madarasa yapo hayapo yapo. vituo vya afya Igima vipo Vipo. Ipoha. barabara Igima ipo Ipo. Ipoha. madarasa yamejengwa hayajajengwa mikopo imetolewa haijatolewa hapa gesi nishati safi Ipoha ipo haipo sasa je Igima kuna majambazi sikuna utulivu tungekuwa tunasikia mabomu huko, lakini kwa sababu ya Mama Samia miaka minne na nusu. Ndugu zangu wanaigima, wanaigima, wanawake wenzangu, tunayo sababu ya kwenda kuwaambia wanawake wengine, tunayo sababu ya kwenda kuwaambia wanawake wengine, tunayo sababu ya kwenda kuwaambia wanaume, tunayo sababu ya kwenda kuwaambia vijana, mambo aliyoyafanya Mama Samia. Wambieni, wambieni, tunayo sababu ya kumsimamisha Mama Samia kwa kishindo tunayo sababu Igima ya kumpa mama Samia kura asilimia tisini na tisa pointi tisa tisa ni kama vile zimeingia mia, sindio? Jamani Igima igimaye, tulipotoka kituo kilicho tulichotoka hapo, tulipofika hapa tukasema mm, wae tulaumba wakae sawa. Kwa Igima ninaamini nye mkakwenda Jamani, kupata asilimia mia kwa masamia Igima, inawezekana. Ina haiwezekani, tuombe tukawaambie watoto wetu na watoto wetu wakawaambie vijana wenzao na vijana wenzao wakawaambie wazee na wazee wakaambie wazee wenzao na wazee wenzao wakawaambie wake zao na wake zao wakawaambie makanisani na makanisani wakawahabarishe wainjilisti na wainjilisti wakawaambie wachungaji kwamba tuna jambo letu tarehe ishirini na tisa tunakwenda na Dr. Samia Suluhu Hassan hapo vipi? Hapo sana. Mama Samia oye, oye. Ninaomba tukawaambie na sisi ndo wakupeleka habari Sama. Lakini Wanging'ombe tunaye dugange dugange, na Mama Samia, miradi anayopata dugange Wanging'ombe, tena ya kutisha ilitoka kwa Mama Samia lakini tunataka dugange ashushe kwa maridi, lakini wanawake wenzangu wa Igima, dugange ni mtu wa connection. sema connection. Connection, connection. Simeona kipindi kile amekuja waziri mkuu pale. Simeona juzi amekuja mama Samia, miradi aliyoisoma dugange mliona jamani? Lige Lige ngumbe, Wanging'ombe, dugange ametisha, niwambie Yaani nyie mnaposo mnaposema Dugange wa nini? Wenzenu maeneo wengine wanasema Dugange tutampata lini? Tumeambiwa hapa napo, pana jambo kwa Dugange, unaona. Wambieni wambieni watu kule waachane nayo na Dugange kwa wilaya nzima ya Wanging'ombe amejenga zahanati unaona, amejenga vituo vya afya kumi na tatu. Dugange tu tulivyokuwa tunaangalia siku zile kumi na tatu, sema kumi na tatu, kumi na tatu. vituo vya afya kumi na tatu, kila moja ishangaa. Lakini Dugange zahanati ziko arobaini na nne Wanging'ombe. Hapo vipi? Apo, nani kama Dugange? natafuta nini? natafuta upele aamu. na upele umempata mkunaji, ndugu zangu, Dugange <laughs> ukawambia wengine nye vituo vya afya kumi na tatu. Hivi mnajua ni hatari, yaani amevuka paka lengo, kuna maeneo mengine. Hii ishu ni upambanaji, ndio maana nimesema Dugange ni mtu wa connection, na connection hiyo ameleta vituo vya afya, ameleta zahanati kwa wingi, lakini madarasa ndo usiseme, waliopata mikopo ndo usiseme. Mimi nimeli Wanging'ombe ya maendeleo inakuja. Niwaombeni sana hachana na ile jina lenyewe halieleweki, eh? Nachagua kitu kinachouma <laughs> kinachoumiza tumbo. Niwaombe ndugu zangu, na wanawake wengine tukawaambie na wengine lakini, hapa Igima tumeambiwa na pana doa jekundu. Wanawake wenzangu, tunamfahamu Manfred alikuwa ni mwenyekiti ki, wa vijana wilaya Wanging'ombe. Manfred ni mtu wa connection. Sema connection. Connection. Sasa je, naenda kuchagua tena bagadu wakati yuto muipo? CCM oye! Ni waombe wanawake wenzangu, tukamwanga, tukamsemee Manfred. Tuondoe zile tofauti, inawezekana kulikuwa na wagombea wengine Kwenye kura za maoni ambao walishindana na Manfred, inawezekana wale wale ndani ya chama wamekuwa washawishi kwa wengine ili watu wengine wanachama na wananchi wamkatae Manfred, lakini sisi wanachama Manfredi tunamfahamu ni kijana mchapakazi, alikuwa mwenyekiti wa vijana. Lakini niwape siri moja wanawake wenzangu, tunapokwenda kumchagua Manfredi. milango yote naijua Manfred na dugange wako mbalimbali mbali? <todakana> vijana na Mama Samia wako mbalimbali. Niwaambie ukweli, tumekula bingo kwa Manfred, tumekula bingo <laughs> niwaombe, habari ya mwanamke inafika haraka. Mwanamke ana nguvu, uongo kweli? Sauti ya mwanamke inasikika. Ndio maana wanasema ukimwelimisha mwanamke umeielimisha jamii nzima Mwanamume ndani ya familia bila mwanamke hawezi kuinuka, hilo tuseme ukweli, wongo kweli? Hey, hawezi kuinuka. Na ndio maana unakuta Tanzania inaenda yuko mama pale anaangalia na vitu vingine ambavyo wanaume wasingefikiria, wongo kweli? wanawake wenzangu, hiyo ndo sifa ya mwanamke na sifa hii ametuonyesha mama pale juu, alivyovifanya vile. Ametupa ujasiri, na wanawake sasa hivi unaona kabisa kwenye kampeni hizi tunapambana, tunaingia tunatoka, tunaingia tunatoka, hakuna kuchoka, hakuna kuumia kama wanavyoumia wao. Wanataka watupoke madaraka kwa sababu ya uroho. CCM oye! Oh oh, ni waombe tukamsemee Manfred, tukawaambie na wanawake wengine mafiga matatu, hili jingine tukiweka tofauti, ndugu zangu, tunazungumzia kwamba sufuria haitaweza kuinjiziku, nani? kuinjikwa kwa sababu maendeleo yanataka yapate watu wanaofanana, uongo kweli? ili wazungumze lugha moja na wale wenzetu, hujue wana hasira, si ndio jamani? Eh, na maendeleo hayataki hasira. Mama Samia angekuwa na hasira, kuna watu wengine wasingepata maendeleo anafanya kwa usawa kwa sababu ni mama mwenye hekima, anawapenda watu wote. Lakini unaamini kwamba figa la tatu likiinuka hapa, kutakuwa na upendo hapa? Kitakuwa kisiwa hapa Igima, ninawaambia ukweli, kitakuwa kisiwa hapa Igima. Niwaombe wanawake wenzangu Igima, tushuke tushuke chini, tusichoke mpaka tarehe 29, tusichoke. Kwani jamani tunachoka kwani? Sisi ndo tunazalisha sisi, hatuchoki. Ninaomba tuende kwa pamoja, wambieni wambieni pembejeo na Wanging'ngombe ndo mnaongoza kwa mahindi hapa, ulimaji wa mahindi, mnalima mahindi lakini pembejeo zimetoka kwa nani? Kwa Samia. Niwaombe sana wanawake wenzangu, tusimame kwa pamoja, twende kwa vitendo, tukamwambie maendeleo, tukawaambie maendeleo aliyoyafanya mama Samia kwa vitendo.